Ni sehemu sasa ya kusikiliza mjadala wetu, na suala ambalo kwa kweli mchana huu tumejikita ni la swala la kununua, serikali ya Tanzania kununua umeme kutoka uh, Ethiopia kupitia Kenya. Ni serikali imetangaza mpango huo, lengo ni kushughulikia changamoto za mara kwa mara za upatikanaji wa umeme katika kanda ya kaskazini. Sasa, mm -hmm, kwenye laini ya simu nina msemaji wa serikali ya Tanzania Bwana Gerson Msigwa ambaye atusaidia pia kulielewa swala hili kwa kina, kwa sababu katika ripoti zetu na umekuja hapa na yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii mm, watu wana maswali, unahitaji ufafanuzi. Nadhani Bwana Msigwa unanisikia? Kwa uzuri, nakusikia vizuri. Asante sana. Sasa kwanza kabisa, kwa muhtasari tu, unaweza kutupa ufafanuzi wa kauli aliyoitoa Rais Samia Suluhu Hassan kwamba serikali inapanga kununua umeme kwa ajili ya maeneo ya kaskazini mwa nchi. Uh, ni kweli mheshimiwa Rais alikuwa katika ziara uh, kaskazini mwa Tanzania katika mkutano wake aliyoufanya Same, wakati akizindua mradi mkubwa wa maji wa Same, Mwanga Korogwe, akaeleza mpango huu wa serikali, na ni mpango ambao kwa kifupi sana unalenga kuimarisha gridi ya taifa. Eh, hasa upande wa kaskazini ambako kumekuwa na changamoto nyingi za upungufu wa umeme, uh, low voltage, eh, yeah, ama kushuka kwa umeme, tuseme, kukatika kwa umeme na wakati mwingine kuleta usumbufu mkubwa kwa wananchi eh. Sasa wataalamu wanatueleza kwamba umeme wetu kwa sababu unazalishwa mbali, yeah. Umeme huu ukisafiri mpaka kufika Arusha kwanza kuna kuwa na upotevu mkubwa wa umeme wa kati ya asilimia kumi na saba mpaka ishirini, lakini pili kunakuwa na changamoto la kukosekana uimara, stability of the grid. kwa hiyo ndo maana wananchi wanapata huko kukatika kwa umeme ama low voltage, kwa maana ya umeme hafifu ambao wanashindwa kuutumia vizuri. Sasa kitaalamu Uh, hilo hiyo changamoto inaweza kutatuliwa uh -huh, kwa kuwa na chanzo cha umeme kilicho jirani na eneo la matumizi. Sasa chanzo ambacho kiko jirani, wenzetu wa Ethiopia wameweza kusafirisha umeme wao kupitia Kenya na wametuletea mita pale Namanga, eh, ambapo tuna makubaliano ya kununua megawati mia moja. Hizi megawati mia moja tukizinunua pale ambapo ni jirani tukazisogeza uh -huh, Arusha zinaweza kutusaidia kukabiliana na hayo matatizo kwa mikoa ya Arusha, Manyara, Kilimanjaro na sehemu ya mkoa wa Mara. Naam, Bwana Msigwa, sio kitu kipya kwa mataifa jirani kuuzia umeme na nadhani Tanzania sio tofauti katika nchi hizo, lakini kwenye mitandao ya kijamii tumeona maswali mengi na swali ambalo unajikita hapo sana ni je, serikali huko nyuma imewahi kusema kwamba e, ina uwezo wa kuzalisha umeme kiasi kikubwa cha umeme inakuwaje sasa hivi inanunua umeme kutoka nchi jirani? Uh, nadhani na, na, na, na, ni, ni swala tu la mawasiliano na kukosa taarifa uh, kununu, serikali kununua umeme kutoka nje ya nchi sio mara ya kwanza. Uh, tunanunua umeme uh, Mombasa kule uh, Kenya kwa ajili ya kwenda uh, wilaya ya Mkinga kule Tanga. Tunanunua umeme kwa ajili ya mkoa wa Kagera kutoka Uganda tunanunua umeme Sumbawanga kwenda Sumbawanga pale kutoka Zambia. Ni utaratibu wa kawaida na nchi kununua umeme kutoka jirani haina maana nchi hiyo ina upungufu wa umeme. Haya ni masuala ya kitaalamu, uimara wa gridi wa usambazaji wa umeme eh, unachangiwa una, una, una, una kwa kiasi kikubwa na uwepo wa, wa, wa uhakika na wa karibu wa, wa chanzo cha umeme unaohutumia kwa hiyo unaweza katika nchi yako ukawa na umeme mwingi mpaka ziada, lakini miundombinu yako haikuelekea kila mahali. Kwa hiyo yako maeneo ambayo, pamoja na wewe kuwa na umeme mwingi, huo umeme wako kuufikisha katika maeneo hayo kutakuwa na changamoto. Kwa hiyo kama kuna umeme sehemu ya jirani, inakuwa ni nafuu kwako kuuchukua huo umeme kuliko kusafirisha umeme wako kutoka mbali ambapo mm. utapata hizo changamoto za mtikisiko. Sasa uh, ni, ni muhimu watu wakajua kwenye suala la umeme kunahusisha mambo kama matatu: kwanza ni kuzalisha, pili kusafirisha mm. na tatu ni kusambaza. Naam, asante. Sasa yote haya matatu haya yote haya matatu mm. ni lazima yawe kwa uhakika, ndipo unakuwa na umeme wa uhakika kwenye eneo husika, kwa uamuzi huu wa serikali na ni vile watu wamepata taarifa juzi, lakini mpango huu wa serikali umekuwepo kwa zaidi ya miaka kumi iliyopita. Naam. Uh, e, ka, ni, ni, ni, ni, ni katika, katika jitihada hizo lizotuza kuimarisha gridi sawasawa. Sasa Rashid ni kuingize hapa, ametaja swala hili na nadhani kitu hapa ni mawasiliano. Unadhani hmm. serikali ina feili ama inafaulu katika namna ambavyo inawasiliana na wananchi wake kuhusu miradi hmm. muhimu kama hii? Nadhani na ni kuna jitihada zinazofanyika ndio kama hivyo, unamsikia msemaji wa, wa serikali anajaribu kutoa ufafanuzi na tangu juzi, maafisa chungu nzima wa serikali wamejaribu, mm -hmm. kujitokeza na kutoa ufafanuzi, lakini eh, changamoto ambayo inatokea Tanzania na pengine kwa na hasa Tanzania na ambayo unaweza kuelewa raia wa, wa, wa, wa, wa nchi ile kinachotokea ni kutokana mm -hmm. na historia ya nchi hii inapohusika swala la, la nishati umeme mm -hmm. kwa sababu taifa hili limekumbwa kwa muda mrefu na kashfa zinazohusiana na michakato ya kandarasi za kununua, za kufua kusambaza na, na kuuza umeme. Yeah. Kwa miaka mingi Tanzania imekuwa ime, ime na tatizo hili la upatikanaji wa umeme. Kulikuwa na kashfa kubwa kama mbili ama tatu. Moja iliuangusha, ilisikia kabisa serikali na serikali ikaparaganyika mm. Kashfa ya Richmond eh, ilikuwa ni kampuni iliyopewa kandarasi ya kufua umeme lakini ikaja kubainika baadaye kuwa haikuwa na uwezo. Baadaye ikaja kashfa nyingine ya kufua umeme kupitia kampuni ya Doans na baadaye IPTL. Kwa hiyo unaweza kuhisi kuwa Watanzania wameumwa na nyoka sasa wanaposikia hmm, taarifa zozote zinazohusiana na kandarasi za ya, ya, ya kununua umeme kusambaza ama kusafirisha wanaingiwa na hofu. Kwa hiyo manake ni jukumu na amini bila shaka la maafisa wa serikali kujitokeza na kutoa ufafanuzi kama ambavyo wanautoa lakini yeah, na kujikita katika kujibu maswali na swali la msingi linaloulizwa ni kwamba kwa nini Ethiopia inaweza kusafirisha umeme zaidi ya maili elfu moja, elfu moja na mia mbili mpaka kwenye mpaka wa Kenya na Tanzania lakini inashindikana kutoka kwenye kituo kwa mfano kikubwa cha kufua umeme nchini Tanzania cha Rufiji kwenda kwenye mikoa ya kaskazini. Sasa maswali kama haya nafikiri ni ya msingi, ni kweli kabisa, na ukiling, ukizingatia historia nadhani maafisa wanaojibu wa ku, Bwana Msigwa umemsikia Rashid hapo katika karne ishirini na moja Tanzania taifa ambalo bila shaka kwa zaidi ya miongo sita eh, likiwa na rasilimali za kila aina sasa hivi kweli miundo mbinu ni chakavu kiasi hicho kwamba haiwezi kutosheleza kufua, kutengeneza, kusafirisha na hata kuuza umeme ndani ya nchi, inabidi itumie miundo mbinu ya nchi jirani? Uh, cha kwanza kwenye maswali ya Rashidi, nianze kwa mchango wake mm -hmm. Um, hayo yaliyotokea ya, ya hizo hayo mambo yaliyojitokeza huko nyuma nadhani, uh, sio sehemu ya mjadala huu. Uh, swala la uadilifu na usahihi ama makosa yaliyofanyika kwenye utekelezaji wa mradi hilo ni jambo jingine, na pengine mm. lina sio mahali pake kujadili uh, hapa swala kubwa ni, ni, ni masuala ya kitaalamu na nisingependa um, niingie sana kwenye utaalamu, lakini angalau kwa sababu muda mfupi tu, muda unayoma. Ethiopia, Ethiopia teknolojia walioitumia kutoa umeme kule kwao, kuleta mpaka Namanga ni tofauti na teknolojia tunayoitumia sisi kutoa umeme Rufiji na kusambaza kwenye gridi ya taifa. Sisi tunatumia alternative current, wao uh-huh, wanatumia direct current ambayo unasafirisha umeme mzima mzima bila kuushusha mahali popote mpaka ufike kwenye pointi yako. Sisi kwa sababu umeme wetu kutoka kwenye eneo la uzalishaji tunaanza kuutumia njiani, hatuwezi kutumia teknolojia hiyo. Sasa uh, uh, hasara ya kutumia hiyo alternative current ni hiyo kwamba ukadiri unapoendelea kushushashusha njiani, umeme ule unapotea nguvu, unapotea, sehemu ya umeme inapotea, na pia kwa sababu umeme unakwenda unatumika kunakuwa na kupanda na kushuka. Sasa mimi sio mtaalamu sana wa mm. umeme nitaka niwape tu hiyo faida, lakini kwa kifupi sana, kwa kifupi, Ethiopia wanazalisha megawat zaidi ya elfu sita kwenye bwawa lao. Wana umeme mwingi kuliko mahitaji yao, kwa namna yote lazima wauze sisi tunapanga kufika degewati elfu kumi ifikapo elfu mbili na thelathini kwa namna yote lazima tuuze kwa sababu ni sehemu ya biashara tutakapokuwa tunausafirisha kwenda mm. kwenye maeneo ambako tumekubaliana kibiashara na kupata faida kupata upotevu itakuwa ni sehemu ya hasara tutakayoibeba sisi hiyo ni sehemu ya biashara lakini mm, unapofanya biashara unaangalia kipi rahisi nitakupa mfano ethiopia wanatuletea umeme pale wanatuuzia uniti moja kwa senti saba sisi umeme tunaozalisha hapa nchini kuna baadhi ya vyanzo vinafika mpaka senti kumi. Kwa hiyo umeme ule ni nafuu zaidi kuliko baadhi ya vyanzo vyetu tunavyovitumia hapa. Tulipofanya mm. mahesabu kiuchumi, kuuchukua umeme ule tukaununua pale na manga tukausogeza Arusha. Ndio. kuna faida tatu kubwa. Ya kwanza tunapata umeme wa gharama nafuu. Ndio. ya pili tunaokoa upotevu ambao sasa hivi tunalipa zaidi ya, ya shilingi bilioni thelathini na tatu kila mwaka kutokana na upotevu wa umeme. Ndio. lakini ya tatu na muhimu zaidi tunawahakikishia wananchi wa Arusha, Manyara, Kilimanjaro na sehemu ya Mara kupata umeme wenye uhakika uliotulia. Sasa ukipiga haya mahesabu yote matatu, je, ni sifa kwako wewe kung'ang'ania kutumia umeme wako wa kutoka mbali ambao unapotea, unapata hasara, wananchi hawapati umeme wa uhakika eti kwa sababu tu ni wa kwako? unafanya hivyo hiyo moja. La pili, hivyo yetu, <laughs> Muda wetu imejiunga me... kwenye East Africa Powerpool na, naomba ni, naomba niliseme vizuri imejiunga kwenye East Africa Powerpool. tumekubaliana sisi kama nchi mm -hmm. za, za mashariki mwa Afrika na sasa tunakwenda kwenye Afrika nzima kwamba tutakuwa tunauziana umeme mm -hmm. na ndio maana tulifanya ule mkutano mkubwa ule kwamba tufike mahali tuwe na soko moja la umeme barani Afrika. nchi moja inaweza ikanunua umeme kwenye nchi nyingine na yenyewe ikauza kwenye nchi nyingine na si ajabu tunaweza leo sisi tukanunua umeme kutoka Ethiopia kupitia Kenya na sisi wenyewe tunamuuzia umeme Kenya. Ndiyo. na Kenya naye ananunua Ethiopia na Ethiopia sehemu nyingine wanaweza wakalazimika kununua umeme kutoka sehemu nyingine. Taratibu yeah. wa kawaida kwenye umeme ni swala tu la elimu. Asante, asante Ndiyo. sana, asante Ndiyo. sana bwana Gerson Msigwa kwa kutufafanulia swala hili kwa kina, na nadhani muda hatunao Rashid, tungependa kumuuliza mm-hmm. maswali mengi zaidi lakini eh, asante sana kwa kushiriki nasi na mchana mwema.